Waraka wa wazi wa NETO Members Movement, NETO MEMO, kwenda kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na msimamo wa walimu wasiokuwa na ajira. Waraka wa wazi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmoja. Utangulizi, hongera na pole kwa majukumu ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, sisi ni walimu tusiokuwa na ajira nchini ambayo tumeamua kuungana kwa umoja wetu nchi nzima ili kuweza kupaza sauti zetu kuja serikalini na hususani kwako wewe kama mkuu wa nchi na mwajiri. Sisi ni neto memo yaani non employed teachers organization members movement, ni vuguvugu movement la vijana wa Kitanzania ambao tumetimuvio mbalimbali kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tano hadi elfu mbili na ishirini na nne Mwaka elfu mbili na kumi na tano, wewe ukiwa kama makamu wa raisi, mlituomba kuwa wavumilivu wakati mkifanya uhakiki wa watumishi hewa ikiwemo watu wenye vyeti feki na kwamba baada ya hapo mngeweza kutoa ajira kwa vijana wa kitanzania tukiwemo sisi walimu. Ni miaka kumi sasa hatujapata ajira za mkupuo wala hatuoni dalili ya kupata ajira hizo kama tulivyoahidiwa. Mahitaji ya walimu kwenye nchi hii bado ni makubwa sana, hasa ukilinganisha kuwa kila mwaka kunakopo na ongezeko la wanafunzi mashuleni kwa shule za misingi na sekondari katika kipindi cha mwaka 2021 hadi mwaka 2024 zimeongezeka shule mpya za msingi 1649 na shule mpya za sekondari 1042 nchi nzima. Ongezeko hili la shule na wanafunzi haliendani na idadi ya walimu waliopo kazini. Kwa mujibu wa tume wa tume wa utumishi wa walimu TSC takwimu wa mwezi wa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na nne, tume inahudumia walimu wapatao laki mbili elfu sabini na nne mia tano arobaini na moja ambapo walimu laki moja na elfu themanini mia tatu ishirini na tano ni walimu wa shule za misingi na walimu elfu tisini na nne mia mbili kumi na sita ni walimu wa shule za sekondari na mahitaji ya wanafunzi katika ngazi zote ni laki tano elfu thelathini na nane na sitini na kufanya laki mbili, upungufu wa walimu elfu sitini na tatu mia tano kumi na tisa. Upungufu huu wa walimu umepelekea wazazi kupata adha ya kuchangia fedha kila mwezi kwa ajili ya kuwalipa walimu wa muda. Mbili, Msimamo wa walimu tusiokuwa na ajira nchini. Moja, Tunataka serikali itoe ajira kwa walimu kwa kuzingatia miaka kuhitimu vyuo kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tano hadi mwaka elfu mbili na ishirini na nne baadala ya kuajiri bila kuzingatia miaka, ili hali serikali ilitoa ombi la walimu wasubiri kumaliza uhakiki ili baadaye tuajiriwe. Hoja, umri wa walimu hawa unaenda sana, hivyo kabla hawajafika umri wa kutoajirika ni vyema serikali waajiri pia swala la umri badala litasababisha walimu waliomaliza miaka na ya nyuma sana kukosa sifa za kupata ajira kutokana na umri kuwa mkubwa. Serikali iajiri kulingana na miaka ili waendane na mabadiliko ya mitaala. Mfano, sasa hivi kuna masomo ya historia ya Tanzania, masuala ya tehama. Mbili, tunaitaka serikali itoe ajira kuanzia elfu sitini mpaka laki moja ili kukidhi mahitaji ya walimu kwa shule mpya na za zamani, pia ili kukidhi ongezeko la wanafunzi wa shule za misingi na sekondari. Hoja, serikali itoe ajira kwa mkupuo kulingana na idadi ya mahitaji ya walimu kutokana na wingi wa wanafunzi kwa kila shule za sekondari na misingi, kupunguzia mizigo ya walimu ambao wapo kwenye shule zenye walimu wachache, ili hali wanafunzi ni wengi kuliko idadi ya walimu tatu. Tunakuomba Mheshimiwa Rais utoe kibali cha ajira za walimu kwanzia elfu sitini hadi laki moja na kutangazwa kabla ya Mei moja elfu mbili na ishirini na tano, na ajira hizi zizingatie miaka ya kumaliza masomo; wale waliohitimu zamani wapewe kipaumbele. nne. Endapo kufika Mei moja elfu mbili na ishirini na tano, serikali itakuwa haijatangaza ajira mpya za walimu, basi sisi vijana wa Tanzania, walimu tusiokuwa na ajira tutatangaza tarehe rasmi ya kufanya maandamano yasiokuwa na kikomo nchi nzima tukiwa na wazazi wetu waliotupeleka shule. Tano, tunawataka walimu wenzetu wasiokuwa na ajira wanaoendelea kujitolea katika shule mbalimbali mbali hapa nchini waache mara moja, na tutafanya juhudi za pamoja ili kuhakikisha tunawafikisha kuweka ushawishi wa kuwataka waache kujitolea hoja kwani kuendelea kujitolea ni kuendelea kuficha tatizo la upungufu wa walimu. Sita, kwa kauli moja na kwa umoja wetu walimu tusiokuwa na ajira nchini tunalaani na kupinga kauli ya wa waziri mkuu Kasim Majaliwa ya kutaka sisi vijana wa Tanzania ambao tumehitimu shahada stashahada na astashahada kwenda kwenye vyuo vya mafunzo ya ufundi VETA na tunamtaka wa waziri mkuu awe mfano kwa kumpeleka mwanae, au wanaye huko VETA. Saba, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Muungano, Tanzania, tunaomba hizi ajira kwa sababu sisi tunaandaliwa kuwa watumishi wa umma. Hivyo suala la kujiajiri ni ngumu sana kwa baadhi ya wa walimu. Hivyo tunaziomba hizo ajira ili tuwe watumishi wa umma kama tulivyoandaliwa na pia ili tuweze kulipa mikopo tuliyopewa na serikali kipindi tukiwa tunasoma ili na wadogo zetu waweze kupata hiyo mikopo pia. Nane, tunaomba kama pendekezo kwamba taasisi binafsi zikiajiri walimu zizingatie sheria, taratibu na kanuni za kuajiri kama za serikali, kama vile kuwa na usalama kazini, kulipwa kikomo sawa na mshahara kama serikalini inavyotoa. Tatu, hitimisho. Sisi walimu tusiokuwa na ajira nchini Tanzania yaani Neto Members Movement Neto Memo, tunataka mgawanyo wa keki ya taifa iwe sawa kwa Watanzania wote kuanzia watoto wa viongozi mpaka watoto wa maskini wa nchi hii. Waraka huu umetolewa na Neto Members Movement Neto Memo, tarehe ishirini na tano mwezi wa nne, elfu mbili na ishirini na tano.